Changamoto ndani ya halmashauri kwa kweli, ya kwanza kabisa ni maji, uhaba wa maji kwa kila kata. Ilo tatizo lilipo, lakini tunashukuru mama Samia ameleta fedha nyingi, ila sasa utekelezaji wake wa zile fedha hazijashuka moja kwa moja chini ko, ndo tunaomba angalau sasa huku wataalamu waendelee kuandikia na kuziombea, ili miradi yote ile ya maji iweze kukamilika na ikikamilika hiyo, kwa kweli halmashauri yetu itakuwa imesonga mbele vizuri sana. Changamoto nyingine ambazo zinakabili halmashauri ya wilaya ya Mkinga nadhani ni upande wa maji, lakini maji nayo pia, mheshimiwa mbunge pamoja na waziri wake kupitia mheshimiwa rais wanaendelea kupambana ili kwenda kuwatua wamama ndoo kichwani. Nichukue fursa hii pia kumshukuru sana sana mheshimiwa rais kwa namna alivyotusaidia kuhakikisha kwamba changamoto ya maji katika wilaya yetu ya Mkinga inatatulika. Tunao mradi mkubwa wa Tanga Horohoro ambao utanufaisha wananchi wengi sana katika eneo letu la wilaya ya Mkinga.